Kama una sifa hizi kuu mbili, basi jua kabisa nyota yako ni kali sana kuliko unavyozani. Sifa hizi si kila mtu anazo, ni wachache sana ambao wanazo sifa hizi, na naamini katika hao wachache na wewe umo pia. Twende sawa. Sifa ya kwanza, huna wivu na mafanikio ya mtu mwingine. Kama wewe mtu anapofanikiwa, wewe una amani moyoni, moyo wako haumii haumii kuona mwenzako anapiga hatua, haumii kumwona mwenzako amepata mafanikio makubwa, na wala haujiulizi maswala ya kujilinganisha, kama vile kwa nini yeye na sio mimi. Badala yake unasema kuwa kama yeye ameweza, basi na mimi nitaweza. Basi jua kuwa nyota yako ni kali sana. Hii tabia ni adimu sana, sio kila mtu anayo tabia hii, kwa sababu ukweli ni huu hapa. Katika jamii nyingi sana hususan za kiafrika watu hawachukii kushindwa, wanachukia kuona mwingine anafanya vizuri. Watu wengi sana wanakuchekelea ukiwa chini, lakini wakiona unaanza kupanda, ndipo roho zao zinaanza kuungua kimya kimya. Lakini wewe, mtu anapofanikiwa, wewe una amani moyoni, unafurahi mafanikio ya watu wengine bila kujilinganisha, basi jua una nyota kali sana kuliko watu wengine, kwa sababu mtu asiye na wivu mtu ambaye anafurahia maisha ya watu wengine huwa ana roho safi, na roho safi huvutia baraka nyingi sana bila ya hata mtu kujua. Sifa ya pili, huwa unajitoa sana kwa watu, lakini hao hao watu ambao unajitoa kwao huwa wa kwanza kukugeuka. Kama umewahi kupitia hii, naamini utanielewa sana, utanielewa kabisa. Yaani unajitoa kwa watu, unasaidia ndugu unasaidia marafiki, unasimama nao kwenye shida, unawainua, unaombea mema. Lakini cha kushangaza, hao hao unaosaidia ndio wanageuka kuwa maadui wako. Wanaanza kukuongelea vibaya kwa watu, wanaungana na kukusema nyuma ya mgongo wako, wakati wewe hujawafanya chochote kile, hujawabadilikia wala huna lolote baya ambalo umewafanyia. Kikubwa zaidi, uliwasaidia tukiroho safi lakini licha ya chuki zao na kukusema vibaya, bado maisha yako yanazidi kusonga mbele, Mungu anazidi kuweka baraka katika maisha yako, basi jua kuwa wewe ni mtu ambaye una nyota kali sana. Hapa ndipo siri ilipo, nyota yako ni kali sana na wala usijichukulie poa. Kama watu wanakuchukia bila sababu ya msingi, bila wewe kuwazuru basi jua kuwa nyota yako ni kali sana na inang'aa sana. Kwa hiyo kama wewe huna wivo mafanikio ya mtu mwingine na bado unaendelea kusonga mbele hata baada ya watu kukugeuka, basi jua kabisa wewe umechaguliwa, hata kama safari ni ngumu. Na mara nyingi watu wenye nyota kali ndio watu ambao hupitia maumivu makubwa, hupitia maumivu makali sana, kusalitiwa, kueleweka vibaya na kuwa wapweke kwa muda mrefu, lakini mwisho wa siku hao ndio watu ambao wanapata mafanikio makubwa sana. Kama ujumbe huu umekugusa, basi jua ujumbe huu ulikuwa kwa ajili yako. Kwa hiyo usibadilishe moyo wako kwa sababu ya watu, endelea kuwa wewe, endelea kuwa msafi moyoni na tambua kuwa nyota yako bado inaandaliwa kung'aa zaidi. Asante sana kwa kusikiliza. Usisahau ku like, comment na kusubscribe. Tutaonana kwenye video nyingine. Bye bye.